Nimesema hivi si uendelee kukaa hapa na kodi yako imeisha. Mwanaume mwingine yeyote ya namtaka kae humo, najua kwamba unajua sishindwi kumchagua mwanaume yoyote ya nikamweka hapa. Kama kumsaliti mume wangu kwako wewe, sishuli kumchukua mwanaume mwingine. Na nakuambiaje? Mtaona mara yako, mtaenda kukaa wapi? Mpumbavu wewe, nikufanyie kitu gani wewe? We, mimi.

sana na. Lakini usijali. Wewe kwa sasa hivi nenda nyumbani. Alafu baadaye mambo yakitulia, mimi nitakukua sawa. Enen, nakupenda sana mpenzi wangu. Kwa hiyo, mi mimi sijali chochote kile kitakachotokea. Napigwa, natukana kama hivi vilivyotokea. Mimi niko tayari kuvumilia yote. Lakini naomba mpenzi wangu, kila kitu kikaa sawa, usiache tu kuniambia. Sawa. Kila kitu kikikaa sawa nitakujulisha. No, sio. Ah, sio kweli, hapana. Kuanzia leo Mario, basi nitatafuta kazi mwenyewe na nitatafuta pesa zangu. Nataka niishi kwa uhuru, nataka niishi kwa uhuru Sauda Halo, nani mwenzangu? Mimi naitwa Smart Boy. Kiufupi tu, dada, nimevutiwa sana na wewe, na shida yangu kubwa, nataka tupate muda tuweze kuonana na kuyajenga vizuri. Nambangu umepata wapi, na unajua unaongea na nani? Oh, mlembo, namba si nimeipata kwenye akaunti yako ya TikTok. Wewe si mjapani? Ndio, mi ni mjapani. kumbe wewe ni mfanyabiashara unaendaga Dubai? Ndio mrembo. Mimi ni mfanyabiashara mkubwa sana hapa mjini. Utaenjoy life. Sasa Instagram unatumia jina gani? Au unaweza kunitumia picha zako? Basi sawa usijali. Hapo nimekuelewa. Eh, eh, kama ngekewa eti anatumia pesa ya nauli. Udugu wangu basi, leo Mjapani nyota imeng'aa. Nimepigiwa simu shoga yangu, na mkaka mmoja vityo na kupenda sijui nini, nataka tuonane. Nikamwambia wewe nani? Oh, sijui mimi, sijui nani, sijui nani. Nikamwambia basi naomba nitumie picha. Kaniambia nenda Instagram au enda TikTok, kaangalie picha zangu shoga. Nimeingia huko TikTok, huyo kaka alivyomhensam Kanichanganya kabisa, kanivuruga akili yangu. Ebu he, mwangalia shogangu. Hey, hey, hey, mbona wakaka mzuri hivo, hmm. Yaani sasa hiyo fursa ichangamkie, yaani usiache kabisa, yaani ipite hivi, hivi. We mjapani, mimi naanzaje kuipiga fursa teke? Yaani sijawahi ninapokuwa kwenye mawindo yangu, afu windo likawa limenyoka, sijawahi kuliacha. Hapa unaponiona nataka nijiandae niende huko aliponielekeza, maana amesema anatumia location. Uh. Ah. Wow. tuskanani tuskanani. Ah, jamani. Ah. Ah, vipi tena, mbona mapema, mke wangu, unajua kama furaha yangu mimi ni wewe, kwa hiyo siwezi kukaa mbali na wewe. Ah sasa uh, nimeleta huo mzigo ila nimesahau kukwambia kama mama leo anakuja, inanibidi mimi nirudi kazini kwanza kipenzi. Oh, kumbe mama leo anakuja? Ndio mke wangu. Uh, sasa inabidi wewe ufanye maandalizi ya msosi ili mama akija tu aone tayari chakula kimeshaandaliwa. So unajua tena mama ni mgeni, inawezekana huko kachoka, ili akija hapa aburudike. Ila nakuomba mke wangu, usikae mbali na simu Konda amenambia hayupo mbali na hapa, kwa hiyo akifika tu, mimi nitakupigia simu ukamchukue. Mume wangu, usijali, mimi nitaweza kupika mapema na mama akija atakuta chakula tayari, kwa hiyo wewe relax tu, sawa? Ila nakusisitiza, mke wangu, usikae mbali na simu, maana mama ni mgeni, hajui sehemu yoyote ile, na alafu hajui hata kutumia simu. Kwa hiyo konda amenambia akifika tu pale atanipigia simu na wewe utaenda kumchukua asija akafika pale, mke wangu, akaanza kukaa stendi, akaanza kushangaa magari hivi, sipendi. Naomba usikae mbali so, yeah. na simu, mke wangu. Sa wangu imekuelewa hata usijali, nakupenda. Nakupenda pia <laughs> na. <laughs> ana wazimu kweli huyu. Vipi tena shogaa, eti chuki mwanaume kimeshindwa kutulia ofisini Kimetoka kikotoka, sio kimeenda buchani, kimenunua nyama, kimenunua na mchele. Eti amekuja hapa. Eti yo, mke wangu, naomba upike leo mapema kwa sababu mama anakuja wangu wangu bucheni, kanunua nyama tena mwenyewe <laughs> Asa, kumbe leo mama mkwe wako anakuja? Ehe, na wewe mdubai wako itakuwaje? Ati itakuwaje? Itakuwaje? Itakuwaje kivipi Nura? Ati shoga yangu, sijawahi kushindwa na jambo langu. Yani mitego yangu inapokuwa imenyoka na mimi huwa nanyoka. Hapa unaponiona naenda kuonana na yule bwana, yani siwezi kuacha kufeli kwa sababu ati kuna kibibi tu, kimetoka huko kijijini kilipotoka kimeshindwa kutulia shamba kikalima, kinakuja mjini. Atakuja atakaa steni mpaka atauza. Mimi nitaenda kwenye jambo langu, nikimaliza ndo nitamfuata. Upo haya, unataka uende <laughs> huko nawe. Mama akifika hapa kabisa, unajua natakiwa ale, utapika saa ngapi mama? Kwa hiyo hapa mjini kafata chakula kwanza. Nikwambie mtu wa shamba, nawali wapi na wapi? Kule wamezoea kula ugali, napogeza majani Mambo ya wali haya, utakuja kumpa tumbo la kuarisha, buri. mimi nikitoka kule fungu la mchicha litakuwa linamhusu kiugali, kwenye gesi nitasonga nitamwekea. Hapo nitamfuata stendi kule, maana atakuwa ameshachina, nitampokea nitamlete. Oh, mama mkwe chakula iko hapo, atakula hicho kinyama. Nitampikia jioni mwanae anavorudi. Unanichelewesha shoga. Ah, mimi siwezi aisee. Shem. Samani Shem, nilikusikia ukiongea na mjapani kuwa leo kuna mgeni anakuja. Hmm, kwani kuna shida? <laughs> tatizo lipo Shem wangu, yaani hivi ninavyokwambia huyo mjapani mwenyewe ameondoka, na sijui huyo mgeni wako atachukuliwa na nani sasa. Mimi nilikuwa na kushauri ni bora ukamfuata mwenyewe, au unielekeze mimi niende nikamfuate, nimeshaongea naye ukamfuata hmm? <laughs> Sizani, ila nilimsikia akiwa anaongea na simu kuwa leo kuna mgeni wake ametoka sijui Dubai, kwa hiyo anaenda uwanja wa ndege kumpokea. Ah, sawa Samani. Bila yeah, Samani, ulisema unahitaji vidonge gani vile seti? Haya, ah, uh, sawa, vipo ile tano Nimemtafuta kote hata sioni mgeni yoyote asietakuwa ameenda api, lakini yote haya akayataka mke wangu. Basi tupuke kule ng'ambo ya pili tukamwangalie. Haya sasa. Pole na machofu ya safari. Haikuwa kusudi langu kuweka hapa stand. Shikamoo maraba, inuka tenda kuongelea nyumbani. Halo, halo! Hey, hey, niko hapa. Uko wapi? Wewe ndo hufiki, mimi niko hapa tulipokubaliana. Halo, mimi ndo mimi hapa, wee kaka <laughs> Vipi mwana, piga simu yangu unapokea wewe? Mwenye simu iko wapi? Maana kuna mtu ambaye nilikuwa na miadi ya kuonana naye hapa, alafu simu yake unapokea wewe. Mimi ndo mwenye simu. Wewe si ndo mjapani? Ndio, mimi ni Mjapani. Mwenye simu iko wapi na umejuaje jina langu? Hebu <sighs> nisikilize kitu kimoja ma mtu, mimi ndo bwana wako huyu ambaye unawasiliana naye mda wote mpaka unafika hapa kwao. Nimefurahi kukuona pia, ni mrembo, unavutia, hongera. Acha nikupe maua yako. We kaka, una wazimu! We ni kibaka, we ni mwizi, umeeba simu wewe. Hiyo simu ni ya Smart Boy, na ndio mwanaume ambaye nilikuwa na wasiliana naye, sio wewe mnukashomba. Sikiza ni kwambie, kama umemkaba kaka wa watu, uniambie tu uko wapi. Sikiza nikwambie wewe, hauwezi kuwa kama Smart Boy. Smart Boy mwanaume ninayempenda mimi mfahamu huyu hapa. Ngoja nikuonyeshe vizuri umuone ni mzumu. Umemuona? Hebu muangalie vizuri huyu kaka. Hivi ukijilinganisha wewe na huyu, mnaendana wewe? Kama ni kibaka, umeiba simu ya Smart Boy, niambie. Maana wanaume hapa nawafahamu. Kusa kwa muonekano wako wewe tu, unaonekana kibaka. Hebu kaa kimya. Nini? Hivi wewe ni mpumbavu nini? Wewe unaleta ngida mwendao mwe Hebu nomba unisikilize kitu kimoja. Wewe ndio mimi umeongea na mimi muda wote. Zisikuchanganye hizo picha za mtandaoni, sawa? Wewe hapo umeshafika sana umeniona ndo mimi hapa. Kwanza, hivi wewe unavyofikiria kwa akili yako kama mimi ningejiposti hivi ningekutumia picha, ungenikubali? Ungefika hapa? Eh? Au kama mimi ndo ningekuwa wewe smart boy wa kwenye picha hiyo hapo unayomuona hapo, ni, ningekuita kwenye mapagari huko, si ningekukuta hotelini huko. Nisikilize kwa makini. Kwa kuwa umekuja hapa na najua kabisa utaniletea dharau. Wewe lazima nikukinde wewe eza nikuambie wewe, usinione ye mpumbavu na kuuliza smart boy iko wapi. Ndio mwanaume ambaye nilikuwa nakutana naye hapa. Usiniletee mambo yako ya dharau. Aha, hivi unajua nimeacha shughuli zangu ngapi kuja mpaka hapa? Hivi wewe unielewe, si ndio? Sasa ngoja nikaichape, ndio useme Hivi hivi ndivyo mnavyoishi? Eh? Maisha gani haya? Hivi kweli mke wa mtu anaondoka hapa toka asubuhi eh? Tena bila kukuwaga wewe, baba, na we mwenyewe unaangalia tu. Yani unamuwacha tu anapepea pepea mwanamke wako eh? Hivi kweli jamani, au ndio utandawazi huo mnayo sema kwamba mwanamke akitoka potele ambali, mwanamume akirudi potele ambali, ili mradi tu ufunguo mnapoweka mjulishane, si ndio? Hivi tena anajua basi, pamoja na kuyafanya hayo yote kwamba mimi ninafika leo hivi. Vizuri kweli hivyo alivyofanya mke wako? Mama, mambo yamebadilika, yaani Mjapani huyu ambaye naishi naye sasa hivi sio Mjapani wa zamani nilokuja kumuoa. Yaani yeye simu ameifanya ndio ibada kwake, anaonyeshi mapenzi. Mimi mama, nimekupigia simu ili uje hapa tutengeneze, tuyajenge. Nampenda sana mke wangu Mjapani. Mjapani ndio jina lake. Hey, hey, dunia simama nishuke ili hili. Sauda limeenda wapi jina? hata wewe siku umekuja kuoa jina la ndoa mlilofunga, mmejua ndio Sauda leo huyu mjapani mjapani, mweusi <laughs> yani mama nikimuita sauda ananiekea kidole hivi. Yani haya ulioona leo, haya hii ni trailer tu, movie inakuja. Yani mimi mama najionea aibu, amekuweka stendi pale eh? umekaa chini mama mkwangu, kwa kweli imeniuma, imeniuma sana Anapiga nani? Mjapani, sasa weka ile, nataka kusikia. Nini ile baba unaita? Ehe, weka ile, nataka nimsikie, we mchina wake. We, weka ili mimi mkolea nimsikilize vizuri. Yasi mjapani, mimi ndo mkolea. Pole sana shoga yangu, ila shemu ameshamchukua. Ndo hivyo ndugu wangu. Yani nimechoka kusikia, nimechoka kuyasikia hivi. Yani, hivi ndivyo mnavyoishi wanangu hii eh? Si aibu hii? Yani naona aibu kabisa kwamba yule mtoto nimemzaa mimi, sikufunza kabisa mimi hivyo kabisa. Mwanangu yaani nimemlea katika maadili mazuri, lakini sijui kimemkuta nini hasa hmm? hivi leo ndio mimi mama yake, angekuwa mama yako wewe, anatia aibu sana mama. Najitahidi kumrekebisha mke wangu ili anyooke okay, lakini anashindwa kunisikiliza mjapani Alafu sasa hii mitandao ya kijamii ndio inomharibu Mjapani. Yaani mimi nalala usiku, yeye utamwona yupo tiktok tu, tap tap screen tap tap screen. Sipati usingizi, naenda kazini, nachoka, hanihurumii. Ah, hiyo hiyo ndio nini hiyo, tiktok tiktok. na hizi simu zenu za kukomba mboga guys, mimi sizipendi tena, sizipendi kabisa. Kwa nini ulimnunulia huh? Sasa mama, mimi sio mnunulia mn mn mn, kwa mapenzi yangu Pope, mama Pope, mama koma na ukome, kike na vyungu ufunike, mwana haramu mkubwa we! Mama yako nani hapa? Eh, mama yako nani, mimi ya au mwingine? au ulitaka usikie kama mimi nimepotea huko natangazwa stendi huko, si ndio? Ndio maana yake wewe wakunifanya hivyo mimi Sauda, lakini mama aka mimi sikuja kama mama wangu ndio nakuja. Mimi mume wangu akuniambia hivyo, mama. Na msamee, mama. Laiti nikijua mama wangu ndio nakuja, mama wangu kipenzi. Wala hata nisingeondoka, mama. Na ningekupikia chakula kizuri, mama wangu, ungekuja ungekula. Wewe. Hivi unaaibu aibu wewe? Eh? Sasa ulitaka nani aje? Au ulijua nani anakuja? Nani ulijua anakuja? Lakini mume wangu. Wewe. Koma. Meso mumeo. Yani laiti ingelikuwa kama mimi mumeo, usingefanya haya ambayo umeyafanya. Kwa hiyo ulizamiria, na ndio maana ukafanya. Ulifikiri yule aliokwepo stendi ni mama angu, kumbe imekuangukia kwako ni mama yako. Naomba unisikilize vizuri, kuanzia leo mimi na wewe sio mtu na mume wake. Naomba uingie ndani, kusanya kila kilicho chako na uondoke. Hapana, mme wangu, mme wangu, mimi sijafanya yote kwa makusudi mme wangu, mimi ilikuwa sijui, ni shetani mama, amenipitia, ni shetani mama yangu. Unaenda mama, mama, naomba naomba msamaha mume wangu, naomba msamaha. Mama, ndoa yangu inavunjika mama. Mwanangu, mbona ndoa yako imevunjika zamani tu eh? Tena imevunjika zamani, ilikuwa inasubiria hukumu tu na hukumu ndio leo tena. Nimefurahi sababu hii jajimenti mwenyewe nimeshuhudia, sababu mwanamke mpumbavu anaivunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, anaichukua akaibomoabomoa akaitupa chini kwiche. Sasa mimi siwezi kuokota tufali moja moja, umesikia? Na unapotoka hapa utafute kwa kwenda, siyo nyumbani kwangu, yani hiyo jela Usifungwe nyumbani kwangu, ukatafute jela ambayo wewe utakaa, umesikia? Mimi siwezi kuzaa mtoto lana sumaka kama wewe tena, sipendi nikuone mbele ya macho yangu, mbwa we, toka umbavu mmoja we, begi lako naomba chukua begi lako, nimesema chukua begi lako na uondoke.